Msanii wa muziki wa hip hop kutoka nchini Marekani, Kanye West ameonekana kabisa kuingilia katikati sakata la Donald Trump pamoja na rafiki yake wa zamani Elon Musk, ambao ameonekana sasa hivi eh, ni kama vile wako na mgogoro akiendelea kuwekeana eh, bana mipaka fulani hivi yani yote hii ni mara baada ya kesi kuendelea kuibuka ya Geoffrey Epstein, kisemekana kwamba eh, Donald Trump naye eh, anaonekana kujumuishwa kwenye hilo faili, lakini sasa hivi kumeonekana madai hayo yakiendelea na Donald Trump. Sasa kwa upande wa Kanye West eh, kulingana na situation zima ya Donald Trump kuweza kumwekea eh, mipaka Elon Musk katika suala zima la kibiashara, lakini pia Elon Musk mwenyewe kuonekana kwenye kama mbishi kwa upande wa eh, Donald Trump na ameonekana kuendelea ku, eh, eh, kuto kuitumia tena kampuni yake ya eh, chombo cha Dragon kama eh, usafiri kwa pale Marekani na kuendelea kuisimamisha kupitia eh, kampuni yake ya SpaceX sasa kwa Kanye West yeye ame jump in na kuweza kutoa ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi. Bro, please know we love you both, so much. Akawa amemaliza hivyo kwamba watu wanawapenda wote wawili, yani urafiki baina ya Trump pamoja na Elon Musk umeonekana kwamba ni urafiki ambao ni watu walio shibana, kindaki kindaki. Sasa kuonekana kwamba wawili hao wakiendelea kutengana ni jambo ambalo Kanye West yeye hajalipenda na wengi wameonekana baina ya hawa watu wawili e, Donald Trump pamoja na Elon Musk, ambaye ni tajiri nambari moja duniani akiwa amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye masuala mazima ya teknolojia kwa e, dunia kwa ujumla. Hata pia baada ya kuweza kuanzisha kifaa ambacho unaweza ukaona bila kuona e, kutumia hata macho, na amesema kwamba anakitambulisha katika siku za hivi karibuni. Sasa kwa kwa kama mdau wa online digital, uko na mtazamo gani? Drop comment e, kukwenye, kukwenye, comment hapo kwenye cha kusubscribe kwa taarifa cha kadha kadha cha